Tumsifu Yesu Kristo mpendwa mtazamaji. Kabla ya yote nikuombe wa subscribe hapo kisha tuweze kuendelea na kipindi chetu. Leo tutaulizana swali: dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu ambayo Yesu alisema haisamehewi ni ipi? Tufuatane nami mpaka mwisho ili tuweze kupata ufafanuzi juu ya swali hili. Pia mwisho na kukaribisha uweze kucomment kutoa maoni yako ili tuweze kuwa pamoja. Kuna dhambi ambazo kwetu hazionekani kama dhambi, na hivyo hatuwezi kuomba msamaha wa Mungu kwazo, hivyo hazisamehewi. Na nyingine ni kudharau, kupunguza na kukataa nguvu za Mungu kama vile, ya kwanza kukata tamaa Kuomba kwamba, kuona kwamba Mungu hawezi tena kusamehe. Ya pili, kukataa kutubu mpaka kufa. Ya tatu, kukataa ukweli kwa kutukana na kukashivu kazi ya Mungu. Ya nne, kujikweza, kujiona unastahili zaidi pengine kulingana na bidii yako na kuzarau wengine. Ya tano, kuingilia kazi ya Mungu, yaani kujiweka kwenye, naf, kwenye nafasi ya Mungu au juu yake, kama vile kutoa hukumu na kadhalika. Mpendo wa mtazamaji, hata wale wanaolitukana na kulikebei Kanisa Katoliki na mafundisho yake pasipokuwa na sababu za ukweli yafaa watadhali, kwani Wanase, wanaweza kujikuta katika dhambi hii, maana kanisa hilo ni kazi ya Roho Mtakatifu pia. Watu wengine wana dhambi, wanadhani dhambi ni ulevi, uzinzi, wizi tu basi, lakini tukumbuke hakuna hata moja kati ya hizo zilimfanya shetani afukuzwe paradiso. Mpendwa mtazamaji, asante kwa kuwa nami mpaka sasa. Usisahau kusubscribe.